Malalamiko juu ya maadili ya viongozi yamekuwa mengi sana. Yako mengine eh, ni, ni, ni tunasema hayana ukweli; yako mengine yana ukweli, lakini nyinyi humo ndani ndio wenye kazi ya kusema lipi la kweli lipi la uongo na lipi la ukweli. Ni fair judgment tu na fair judgment maana yake, kama Ridhiwani, unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki na nyinyi mnaona kaisha kwenye fomu yake, Ridhiwani haja declare hilo jambo Mwiteni. Yaani, hakuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba oh, sio wengine hapo ya jaji ukinyosha mkono tu. Ah, mimi mteule wa rais. Hakuna mteule wa rais mzee juu ya chombo hichi. Chombo hichi wote tuko chini yako wewe. Twiteni hapa bwana. Mheshimiwa waziri wangu hali yako asubuhi salama bwana. Mheshimiwa waziri, sasa bwana, nina jambo nataka uni nifahamishe tu eh, ukiona hebu unaniita ofisini kwako eh, lakini lazima uniite kwa sababu tukianza kuoneana aibu, ndugu zangu ndio leo hii mnaona nyinyi wenyewe maandamano, kwa mfano yalotokea juzi hapa, malalamiko yalikuwa makubwa, ni juu ya maadili ya viongozi au au nyinyi mjasikia. Maana labda mzee wenzetu hapa mnaishi ndani ya nyumba tu hapo ya mtaani eh, hey, wanalalamikiwa, tunalalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha, ana petrol station zake za Lake Oil, zimechomwa zile kwa sababu zinasemwa za Ridhiwani, zimechomwa zaidi ya zaidi ya 92 kanambia sasa imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni. Eh, anzeni na mimi waziri wenu. Niiteni hapa niulizeni hebu tuite. Lakini wakati huo mnaponita kwa sababu mnajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? Mm -hmm. Tafuteni ushahidi. Njoni hapa baada apa ya kunita hapa, iteni press conference hapo semeni tumemwita waziri hili Ridhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko, ni uongo mtupu. Hili jambo Mheshimiwa Jaji, hatujafanya vizuri, hatuna sababu ya kumwogopa mtu.